Kwa hiyo masamaha, nilikuwa na shida na dada yako. Mimi nina dada wawili hapa, sasa sijajua ni dada yupi ambaye unamuulizia wewe, Adela. Ah, Adela, Adela ametoka kidogo, ameelekea msibani kutoa pole, ila kama kuna maagizo yoyote, unaweza ukanipa hata mimi nitamfikishia. Hapana, ni vema ningemkuta yeye mwenyewe, ila kwa kuwa ameelekea msibani, basi haina shida, cha mimi niende. Sawa, karibu tena Mama, nimeenda kwa ule kijana kuzungumza naye, na nimefanya kama ulivyonielekeza, sio kwa matamshi tu, hata taswira yangu ya uso ilionyesha kuna kitu namhitaji, lakini amenikatalia. Nikataria niseme kwamba ile jambo limeshindikana eh. Basi usijali, kuna kitu nitakupa, nitamfanyia atakuja, maana nilifika naye mpaka nyumbani kwake, lakini katika mazungumzo yetu tulisogea pembeni maeneo madarasani, niongee naye. Basi sawa. ni tesiwa. siwa siwa, nimekuita uliniomba kamone dada yako. Sasa nakuruhusu ila kwa masheti yangu, ukienda sasa, usilale wala usishinde, isifike jioni hapa, tutakosana mimi na wewe, umenielewa? Sawa, basi mama, asantskajnd sawa. Ndi unajua jiwe, kuna kipindi nilikuwa ni mgumu sana kusadiki ambayo anatokea katika hiki kijiji, lakini nimeamini kwamba kuna ushirikina mkubwa sana. Kwa mfano, nikimzungumzia mwenyekiti, mwili wake umepotea katika mazingira ya kutatanisha. Tukirejea kwa Madam Grace, je, mpaka leo hatujui ko wapi? Sawa, tuachane na hayo hmm? Lakini pia hata shuleni nimeona mambo ya tofauti na ya mambo, kila nikijaribu kujadili nahisi atakuwa naelekea huko huko, kuna ushirikina nimetongozwa na mwanafunzi ukimtazama yeye alivyo na mimi ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo mimi naona pengine na mimi eh, anataka nimkubalie eh, niwe naye alafu mwisho siku nipotee tu katika mazingira ya kutatanisha. Na ukiachilia huyo mwanafunzi, pia nimetongozwa na mdada mwingine mwanakijiji. Mwanamke anawezaje kupata ujasiri kama huu wa kuntongoza kama hivi? Kwa hiyo ni kule kule tunalejea kwamba wao wanataka nami waneragai alafu nami nipotee katika mazingira ya ajabu. Ndio kitu ambacho mi nimekiona. Hebu ah, subiri kwanza. Sasa baada ya hapo sasa, ulijibu nini? Mimi nimekataa ah. I see. Hivi unajua Mwalimu Shundo una macho lakini hauoni, unawezaje sasa kukataa? hivi mfano kwa ule binti alikuja kukuita lewa, yaani najionyesha kabisa hata kwa macho, vivuko vyake vyote vinavusha. Uvuke kamanga ni sawa tu, uvuke busisi ni sawa tu, ni wewe tu, unafikaje sengerema sasa. Unawezaje kukataa? Alafu pia kususwa la kutongozwa sio wewe tu, hata mimi mwenyewe pia. Kuna mwanafunzi alijipendekeza, mimi nikajiongeza nikamalizana naye. Alafu ala pia labda nikuibie tu siri. Samaki wa kijijiki wana ladha ya tofauti. Kila ninayepishana naye nanishangaa kiasi hiki, ina e maana maisha niliyokuwa ninaishi ni zaidi ya yale niliyosimuliwa hapa mm. Sasa inabidi safari yangu niipunguze, niende tu nikamsalimia Jessica, kisha nirudi nyumbani, maana isije ikawa nilivyokuwa naishi vile nimemfanyia mtu kitu kibaya, nikakutana naye naye akanitipizia Yani, namaanisha ni mafundi tena, ni mafunzi haswa. Hivi unajua, Jiwe wewe ni kiponza siyo? Kiponza mimi sinakuelekeza hivi. Kwa mfano, saizi hatuna kazi yoyote, wanafunzi hawaji shule, unataka tufanye kazi gani? Kumbe umelala nayo ni kazi ndio? Mimi kwa sijui kama umelala nayo ni kazi, ila nikutahadharishe tu, ogopa sana maandamano ya wanakijiji yana nguvu kuliko maandamano ya wageni. Sasa wasije wakuandamia waku, ukauponza. Siwezi <gula> <gula> mi ni choma shigonda shaga ya bagoloji. Mimi ni dume la simba, siogopi umande. Mpira wa Ronaldo anaenda kumpa Aziziki. Wangeuleta kwangu mimi fundi wangejua na utulizaje. Sasa, ndugu yangu wewe, na naniaibisha kweli yani. Kiukweli unaniaibisha mm -hmm. Sawa, ila nikukumbushe kitu tu sawasawa. Actually, you will be suffering on your consequence. sawa. Sawa sawa, nadhani utakuwa umenielewa <laughs> shanza kuleta hivyo vingereza vyako, nadhani hatuna muda kupoteza, sawa, lakini lazima twende tulikopanga kwenda. Hatuna ha cha kusubiri. Mama, nimekupitisha njia za ndani ndani huku kutokana na ile sakata ambalo limetokea hapa katikati kwa sababu hataki kuonekana maana kijiji yote yule. Lakini naomba niruhusu nikampe pole rafiki yangu. Amefiwa na kaka yake ambaye sisi ni mwenyekiti wa kijiji. Japokuwa mpaka sasa mwili wake hujaonekana. Na ni karibu na hapa tulipo. Maana naweza nikaenda huko nikachelewa kurudi. Nikakuta tayari mwili umepatikana na washazika. Tasomika mbaya sana kwenye macho yao. Kwa hiyo naomba niende mwangu. Sawa mwanangu, nimekusikia. Neno la msiba la mkuta kila mtu. Kwa hiyo nenda, usichele kurudi mwanangu, maana sitakie kuonekana, ndio maana ukanipitisha njia za huko. Sawa, maana nimekuelewa, sitochelewa. Dakika tano tuntakuwa hapa, ila nachokuomba nikukute pale mbele, kuna sehemu ya kupumzika, halafu minaenda narudi. Sawa gebe kuna vitu vya kutisha, uadui. Ah, ah, yeah, yeah. Ah, hmm. Mzima mi mzima, sijui wewe. Mshika modaa, marahaba. Unaendelea jambo kwanza, na nafurahi hata umerudi maana tulikuwa tuna kudiscuss hapa tukufuate huko huko kwa Bia Yasmin. Kunifuata? Mimi bado sijamaliza matibabu na hapa nyinyi nimesikia damu imena kapona, ndio maana nimekuja kumuona na kuwasalimia nyinyi wengine, lakini bado sijarudi kwa sababu bado sijamaliza tiba. Tiba gani? Kwa hiyo ina maana au unafundisha huko malizika nayo? Ama ndio unataka kukabibishwa kabisa na mikoba uje hapa utuue utumalize. Sio mikoba dada, kumbuka nilivyoenda kule, mi nilikuwa naumwa na dada Memene, alikuwa na hali gani? Lakini sasa hivi dada kapona, nami ni mzima. Kule natibiwa na Biasmini, nikimaliza tiba ataniruhusu. Yaani hapa niingie ndani ni mwangalie damemena niondoke. Hata si wasubiri warudi. Odi odi. Karibu, ah. Changogo, karibu. Asante. Sasa hizi salama za nyumbani? Salama tukwema, kwema. Aya, kuna mpya gani huku? Mpya zipo, kuna taarifa zako nimepewa na mganga Kulabwa, maana nilienda kule kilingeni kwake kuchukua dawa zangu, ila wakati natoka akanipa maagizo kwamba nipitie hapo nije kupa salamu zako, kipata muda uende kilingeni kwake mganga Kulabwa. <tipa> <Salama. tipa> <tipa> Yani amezamilia ya kabisa kunipeka kwa biasi mimi. Hmm, kipipi mimi kifo changu nakiona na kile eh. <laughs> Sawa cha ngogo, nimekuelewa. Nakuomba ukienda mwambie hivi kipipi, taarifa zako kazipokea kama zilivyo. Hapana, jukumu alilonipa ni kukufikishia tu taarifa hizi, maana nikitoka hapa napitia hapo kwa dada yangu Odoo, naelekea nyumbani. Sasa nimemwacha hapa, nimemwambia nisubirie, naenda kumwita kabaruza asisi. mimi nifuata geto, umeniamsha pale, unanileta hapa afu kweupe ambao ambona masiara? Eh, sasa masiara gani jamani, mpaka natoka hapa nakuja kukuita huko jamani, anamitaira tasikie uye zinguka huku amezinguka huku tumchole Nitajiongeza aya. ah, pia ukifika nyumbani mwambie Odoi vida kipi kasemaje? yale ya zamani yalikuwa ya utoto. Sasa hivi tushakuwa watu wazima, tuangalie maisha mengine sawa sawa, haina shida aya. ah, msalimie na shemeji yangu aya. ah, nawe msalimie shemeji Yani, ataki kunipa hata chansi ya kupumzika kulapwa au mganga na eh, na jamani, naye anataka kunieleza anaonea huruma na yaliyokuwa nayo. Mimi ni kipipi? Jamani, ningetulia hapa, nimejitia kimbelembele kujifanya mwalimu, nataka kumsaidia mwalimu yeye kama hivi mwepesi, maskini ya Mungu anatacha ah, yale inavyoonekana, aia ah, yani cha kiki atafanya eh, Kadogo mpenzi wangu, unajua napitia wakati mgumu sana, kutokana na swala liloko mbele yako la kufariki kwa kaka yako katika mazingira magumu sana. Nimekuja hapa lengo nikupe pole, lakini pia mimi nala kwangu, nampeleka mamaangu nyumbani kule alipokuwa nakaa mjomba kabla ya kufika hapa kijijini, na Mungu akijalia, naweza nikarudi lakini niliona sio mbaya nija kukutembelea kwanza kukupa pole, halafu ndio niondoke. Na hata hivyo, mamangu nipita naye njia za ndani sana, huko za kijijini, ili mtu asiweze kutuona, kutokana na ile sakata la mama yangu. Kwa hiyo kikubwa tu ni kuja kukupa pole, baada hapo nimpeleke mamangu stendi. Asante, nashukuru sana, nimejisikia faraja sana kukuona hapa, lakini kuna jambo limenishangaza. Umeniambia unamsindikiza mamako stendi, kwani mamako yako siamefariki? Ni kweli kutokana na nafsi yako inavyoelewa, lakini kuna mambo mengi sana makubwa ambayo kwa sasa hivi siwezi kukuelezea kabisa. Natumaini nikisharudi kutoka huko napoenda na mama, nitakuja kuhadisia kila kitu. Kwa hiyo lengo ni kukusabahi tu. Sawa kadogo, nakupenda sana. Nakupenda pia. Nitakumisi. Asante. Nitakumisi pia. Asante, bye. Bayi, yeah, yeah, yeah, siu Sasa, hmm, itakuwa karudi sasa. Sikiliza, sikarudi au si asi, tufanye mpango tumwingilie huko, ndo ajulikani kama itakuwa leo, kama itakuwa kesho. Sima, tufanye mpango tukamchole dogo hizi zalaa, unajua umentoa ndani. Acha mi nielekee zangu misere Ndio maana usiku leo mvua imenyesha, we sio kawaida kabisa, nikajua kabisa kuna jambo haya. We ndugu yangu, hauna kabisa mazoea ya kutembelea ndugu, yaani hata mimi dada yako tu umenitupa vipi? kwema huko? Kwema tu, dada. Mi nimetoka hapo kwa mganga anayesifika hapa kijijini, nimetoka kuchukua dawa kwa ajili ya lile tatizo langu lile tatizo lako bado halijaisha? Bado dada yangu, nahangaika nalo tu hivyo hivyo. Kwa nini shangazi si alikupelekaga kwa ule mtaalamu wake? kwa ule mtaalamu ambaye alinipeleka shangazi, alinipa tu dawa awamu ya kwanza, ya pili na ya tatu. Baada ya hapo, tukapungukiwa pesa kidogo tu, na tulivyojaribu kwenda kumwelezea akakataa kabisa, akaanza kuletea mapicha picha ambayo hata mimi sikuyaelewa. Nikaona bora tu nibaki na ugonjwa wangu hivyo. Kuna rafiki yangu ambaye alishawahi kusaidiwa na yeye tatizo lake, ndo akanielekeza kwa huyo mganga, sijui anaitwa ko kulabwa kulabwa su kulabwa, ndo nikaona niende akanisaidia nami tatizo langu, ndo amenipa hizi hapa dawa nataka niende kutumia. <sighs> Pole ndugu yangu

Nitoka umekabizivo vimbaa kama ambavyo nimesema unajikuta kujikubali. <coughs> so kwamba ti nimejinengenesha nengenesha vimicheko, nimeongea naye vizuri, ati useme namna gani? kuna usalama hapa, mwanzo wa fulani mwisho wa mununo tu. naomba nikuulize swali langu, unatoka wapi? <coughs> nimetoka nyumbani kuangalia ndugu zangu na mama ndo alonipa hiyo ruksa mm. Mm. Mm -mm. Mm -mm. Sasa na wewe hayo mambo yote yanayokukuta mpaka yameshindikana, unashindwa kunitafuta mi ndugu yako? Kwa nini tunakuwa hivyo, hatutembeleani? Wewe ni wa kushindwa kuja hapa kunielezea mambo ambayo yanakukuta? Kwa hiyo wewe bila kwenda kwa mganga hapo usingekuja kuniona eh? Dada hayo yote si ameshapita eh. Hapa cha msingi tu niombee dua wa mdogo wako niweze kupona tu, ili tatizo na sio tena kurudisha mambo nyuma ambayo tumeshayaongea. Ameshaisha dada yangu, haya. Ila nina uhakika huko uliko enda utapona, maana huyo mganga nasikia kabisa sifa zake. Hilo ni jambo la kumwachia Mungu. Haya, shemeji yuko hapa, huyo Kikono alikuwepo hapa, alikuwa anatengeneza hicho kibanda chake, maana naona aliona kile cha mwanzo kinataka kubomokea hapo hapa sasa sijui kaona miti haitoshi, kaelekea kutafuta mingine. Basi haya, akija, utampa salamu zangu, maana nilikuja tu mara moja kuwasalimia, naenda zangu nyumbani. Haya, usijali ndugu yangu, salamu zimefika, nawe uwasalimia huko uendako, ila tusifanyiane hivyo bwana ndugu yangu <muchas>

Hiyo ndio kwanza umeshafundishwa tu umesha mimbo tu kuangia. Umeshafundishwa je tu mimbo ukiwa unaingia uwani, bado hujafundishwa tu nyimbo ambazo ukinasa unatakiwa uimbe. Wewe umeshaniuliza. Eh? Mimi labda nilikuwa na najipendekeza kwa kukupa vitu ambavyo biasimida hajaliambia. Ah, mimi kosa yangu ni kwapi? Eh? Kuna kasongi kamoja hako kanaimba hivi. Indi nyanga ange komu hundwa indi nyanga ange. Indani muhila mwene mama. Hako kinasa kwenye bati ya mtu unatoka.

anguya dukani, oh, inaniweka mashakani, wanaonirudisha nyuma wengi wao majirani, oh, majirani, ah, asapa nimlilie nani, nimlilie nani mimi, bwaga majirani wamechanjua vyu kama hivi kibanda kikote. Haya, haya, ukimwambia okay, mtu anikopeshe, lakini mtu anakata. Basi nikamfuata Adela, basi udugu wangu shoga wangu shoga kunoga, tia mchuzi pangu pakavu. Afu Adela, mama, nipeleke kwa yule mama mwenye mikopo, anikopeshe takataa. Eh haya, naelekea wapi? nafanya nini? au au au au, au sawa, shapata wazo. Niende niwafuate wale wa mikopo, waje wakisaminishe kikibanda, wanipe miponga. Akishanipata wa miponga pap, nafungua. Nikishafungua sasa hapo ndo uhakika au uwezekano wa kuwa na roho kama ya kaburu Soweto, ndo naanzia hapo. Takuwa kama shetani tu, naweza nikakunyima kupo la unga, nikakupa kreti kumi za bia <laughs> yaani, hakuna kucheka na nyani, hakuna kucheka na wote. Kia Mungu hii kunja kunja, shuka fupi, mweba zonzi zonzi, mweba nyanya nyanya nyanya nyanya

Wanaubadiri mchana kuwakiza kama ubaya wa mwachi, Mungu wanalipiza. Watazame hawa walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima, yani vituko, sijapata kuona. Wanaitwa mekwa. Mekwa, kuna fimbo ya ajabu inayoweza geuka nyoka yani utastaajabu kuliko yale yanaviusa. Ah, kumbe kuna siri nzito sana ah, uhu, kuna vitu vya kutisha uadui.